Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye maombi maalum kwa ajili ya kuombea wanafunzi wanaofanya mitihani ya kidato cha sita leo. Na leo ni siku ya Alhamis, ni siku ya nne tangu alipoanza kufanya mitihani hii, na tunamshukuru Mungu kwamba tangu walipoanza Mungu amekuwa mwaminifu kwao, na tunaamini Mungu ameendelea kuwapigania. Tunakukaribisha kwenye maombi haya, tunaamini kwamba Mungu anawasaidia, Mungu anawapigania. Tunapoomba neema ya Mungu inawalinda na inawatunza na inawapigania. Tuwakabidhi watoto wetu mbele za Bwana, wala tusichoke wala tusi tusikate tamaa tuwakabidhi mbele za Bwana tukiamini kabisa ya kwamba neema ya Mungu inatosha kuwapigania pale walipo. Tuna mistari ambayo tunasimamia ya neno la Mungu ikiwepo kitabu cha Luka ile sura ya kwanza ule mstari wa thelathini na saba maandiko anasema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Lakini pia uh, tunasimamia Mathayo kumi na nane mstari wa kumi na nane Biblia inasema kwamba lolote tutakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Tunakwenda kufunga kila roho za kufeli kila roho za, za kufeli na kila aina ya uharibifu ambao ni kinyume na kusudi la Bwana. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na nne mstari wa kumi na nne ya kwamba Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Tuna tunaamini kwamba wanapokuwa katika mitihani watoto wetu, ni vita ile ambayo wanahitaji kupiganiwa na Bwana. Kuna mambo mengi yanaweza kutokea, na sasa tunapowaleta mbele za Bwana, tunapowafunika tunapowakabidhi mikononi mwa Bwana, basi tunaamini uko ushindi mkubwa ambao Mungu anauachilia kwa ajili ya watoto wetu. Twende mbele za Bwana, mtu wa Mungu, kwa imani. Tusiombe tu, usiombe tu kama desturi, kama kawaida, lakini omba kwa imani kubwa kabisa, ukiwa unaamini kwamba kuna kitu ambacho kinatendeka, ukiwa unaamini ya kwamba Mungu anafanya jambo, naomba twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka, asante kwa neema na kibali na uaminifu wako katika maisha yetu. Ninasimama mikononi mwako, mbele zako, madhabahuni pako Jehova, nikikurudishia sifa na heshima na utukufu kwa ajili ya usiku uliopita, Bwana, usiku huu ambao umetulinda na kututunza sisi pamoja na watumishi wako wazazi na walezi pamoja na waombaji mbalimbali umekuwa pamoja nasi, ukitupigania pamoja nasi, ukitulinda pamoja nasi, ukituonekania, haujatupungukia kwa namna yeyote ile. Damu yako ilimwagika msalabani, imekuwa ikinena mema kwa ikine ajili yetu. Asante kwa ajili ya watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita, lakini pia wanafunzi mbalimbali mbali ambao Bwana Yesu umekuwa ukiwalinda na kuwatunza watoto wetu kwa ujumla, walioko mashuleni, waliokuwa majumbani, ambao wanaelekea mashuleni. Tunakushukuru kwamba usiku huu umekuwa wa baraka na wa neema na umewalinda watoto wetu. Asante kwa ajili ya kidato cha sita ambao Bwana wamekuwa na mitihani kuanzia Jumatatu mpaka leo, wanaendelea na mitihani yao Bwana Tunakubariki kwa sababu wewe umekuwa ni Alfa na Omega, umekuwa ni mwanzo na mwisho kwao. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwaminifu katika maisha yao. Asante kwa sababu ni wewe ambao umekuwa ukiwalinda, ni wewe ambao umekuwa ukiwatunza, ni wewe ambao umekuwa ukiwaonekania watoto wetu, ni wewe ambaye umekuwa ukiwapigania, ni wewe ambaye amba tangu walipoanza haujawaacha na wala haujawapungukia kwa namna yeyote ile. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sifa na heshima na utukufu tunarudisha mikononi mwako. Unastahili peke yako, Mungu wetu, unastahili kuinuliwa. Unastaili kuabudiwa, unastaili kutukuzwa, unastahili heshima, unastahili nguvu peke ako mfalomani. Nasi Bwana, tunakuja tena mbele zako hey, ya yakwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote na wala tusikate tamaa. Umetuagiza kuomba wakati wote na nyakati zote, bila kukata tamaa, bila kurudi nyuma. Mungu umetuagiza kusimama na kuomba ajili yetu na ajili ya watoto wetuwakati wote. Juzi na tunaamini ulitusikia na tuliomba Jumatatu na tunaamini kwamba Mungu ulitusikia. Leo tena watoto wako tunakuja mikononi mwako, tunakushukuru kwa kuwa hauchoki kubariki watoto wetu, hauchoki kuwalinda, hauchoki kuwa pamoja nao, hauchoki kuwa kuwa pamoja nao na kuwasaidia na kuwapigania katika mitihani yao na katika masomo yao. Bwana Yesu, asante kwa sababu neno lako linaweka wazi kabisa, Musa aliposema nawe, ya kwamba uso wako usipokwenda pamoja nami usi nichukue kutoka kutoka hapa kitabu cha cha Kutoka 33 mstari wa 15. Bwana Yesu, tunajua na tunaamini kwamba neema yako isipokwenda pamoja na watoto wetu hawataweza kufaulu kwenye mitihani yao. Uso wako usipokwenda pamoja nao hawataweza kufaulu kwenye mitihani yao. Neema yako isipokwenda pamoja nao hawataweza kufaulu kwenye mitihani yao. Mkono wako wenye nguvu na kibali chako kisipokuwa pamoja nao, Bwana, watoto wetu hawataweza kufaulu, hawataweza kuvuka. Nasi Mungu tunakuamini ya kwamba unakwenda kuwasaidia tunaomba uso wako na neema yako iende pamoja na watoto wetu, kama wana wa Israeli ambavyo maandiko yanaweka wazi kwamba ulienda nao, wakati wa mchana kuna wingu ambalo liliwatangulia, lakini usiku kuna nguzo ya moto ambayo iliwatangulia mbele yao. Nasi Mungu tunakuomba kwa ajili ya mitihani ya watoto wetu ya kidato cha sita ya kwamba uwatangulie kwa wingu lako, uwatangulie kwa nguzo yako ya moto, uwatangulie mbele yao, watangulie Bwana Yesu, watangulie uwatangulie mfalme amani, uwatangulie katika njia zao wanazopita. Mungu ukawatangulie, na Mungu ukawapigania, Mungu ukawaonekanie katika jina lipitalo majina yote, mfalme na Mungu wetu uliye hai, na Mungu wetu mwenye nguvu, usiwapite watoto wetu, usiwaache peke yao wakakaa kwenye vyumba vya mitihani peke yao, wakaandika peke yao, wakafanya peke yao. Mitihani ile ufanye pamoja nao, Mungu uliye hai, ukawatangulie watoto wetu, watangulie Bwana katika haya madarasa, katika zile shule ambazo Watoto wetu wanafanya mitihani, tunaomba uwatangulie mkono wako wenye nguvu wewe pamoja nao tunaomba uwasaidie vita ni nyingi lakini tunaamini ya kwamba wewe bwana unawapigania watoto wetu watanyamaza kimya wewe Mungu utawapigania vita zote ambazo watoto wetu wanazo tunazikabidhi kwako ziwe ni vita za Mungu ni wewe bwana ukawapigania wewe ni jemadari wewe ni mfalme wewe ni bwana mabwana tunawakabidhi watoto wetu mikononi mwako na pando lolote la uharibifu ambalo adui amelipanda kwa watoto wetu kuwazuia ili kuwazuia kuwakwamishwa Wafanikiwe, ili wasifaulu katika masomo yao ya siku ya leo ambayo wanafanya mitihani siku ya leo Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kwenda kinyume kabisa Mungu uliye hai na kila aina ya hila na pando lote la yule mwovu adui ambalo adui amelikusudia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu Kristo inenayo mema, ikanene mema kwa ajili ya watoto wetu, ikanene mema kwa ajili yao, inene mema, Mfalme, kwa ajili ya mitihani ambayo wanafanya siku ya leo, mtihani wa history pamoja na biology. Bwana Yesu, tunaomba wakabidhi watoto wetu na wakabidhi watoto wetu mikononi mwako, mtihani wa biology, mtihani wa history ambao wanafanya asubuhi ya leo. Jehova, tunaikabidhi mitihani hii mikononi mwako, tunakabidhi masomo haya mikononi mwako, tunawakabidhi mikononi mwako. Roho Mtakatifu wafundishe, wasaidie. Tunajua kabisa katika mitihani hii, Mungu uliyo hai, wako watumishi wako wako kwenye chumba cha mtihani. Sasa wako watoto ambao wana maono na ndoto kubwa walizo nazo, wengine wana madaktari wengine wana ndoto za kuwa watu wakubwa kabisa kupitia mitiani hii. Bwana Baba, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kibali chako, asante kwa neema yako, asante kwa damu yako uliomwagika msalabani, asante kwa msala, nguvu zako na uwezo na kibali chako, asante kwa ajili ya mtiani huu wa histori pamoja na biology. Bwana, ninaikabidhi mikononi mwako, ninaikabidhi mikononi mwako. Neema yako iwalinde, neema yako iwatunze, neema yako iwahifadhi, neema yako iwe pamoja nao katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, wewe ndio mwalimu mwema karibu, wafundishe watoto wetu. Wanapokuwa kwenye chumba cha mtihani, hawatakuwa na walimu wakiwafundisha, hawana muda wa kusoma tena, hawana muda wa kujifunza, hawana muda wa kufundishwa, hawana mtu wa kumuliza, lakini wewe Roho Mtakatifu ni mwalimu. Tunaomba uwe mwalimu kwa watoto wetu wakiwa kwenye vyumba vya mtihani, kuwa mwalimu. e Bwana, ukawe mwalimu kwa, ukawe mwalimu, uwe mwalimu, wafundishe, wafundishe kwa lugha nyepesi, taratibu ambayo wataielewa, namna ya kujibu maswali, namna ya kuelewa, namna ya ya kujibu ya kuelewa na kutegua kila mitego ambayo imewekwa kwenye maswali yao, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wasaidie kwa lugha nyepesi, wasaidie kwa lugha ya upole, wasaidie, wasaidie Bwana, zungumza nao, Roho Mtakatifu zungumza nao zungumza na watoto wetu, sema na watoto wetu, wapiganie watoto wetu, waonekanie watoto wetu, washundie watoto wetu. Onekana kwa watoto wetu, onekana Mfalme Amani, onekana Mungu mwenye nguvu, onekana Jehova Shama, onekana Alfa na Omega, wapiganie watoto wetu, Roho Mtakatifu. Ile mitego ambayo adui ameitega kwenye mitihani yao, mitego ambayo imetegwa kwenye mitihani tunaitegua. Ile mitego iliyotegwa kwenye historia tunaitegua. Ile mitego iliyotegwa kwenye kwenye baiolojia tunategua. Mitego yote ambayo wametungiwa ma, ma, ma, wame maswali yenye mitego Roho Mtakatifu, tegwa hiyo mitego kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninaomba kwa ajili ya kila mtoto ambaye analitegemea jina lako, kila mtoto ambaye anakutegemea Mungu ulio hai, ambaye yuko kwenye chumba cha mtihani. Sasa ninaomba kwa ajili ya yule mtoto ambaye wazazi wake wanaomba wakati huu, yule mtoto ambaye wazazi wake wameachulia na sadaka kwa ajili ya masomo yake, yule mtoto ninamleta mikononi mwako. Sasa ninakabili akili zake, fahamu zake, mawazo yake na maamuzi yake mikononi mwako Mungu ulio hai Baba, asante kwa sababu hutanyamaza, hutakaa kimya. Utawapigania watoto wetu, utawashundia watoto wetu, utawaonekania watoto wetu. Hutanyamaza Mungu ulio hai, wala hautakaa kimya, katika jina lipitalo majina yote, Mfalme. Kwa damu ya Yesu, kwa damu iliyomwagika msalabani, ruhusu neema yako, ruhusu nguvu yako, ruhusu uwezo wako, ruhusu kibali chako Bwana na kiwe juu ya watoto wetu. Ruhusu neema yako, ruhusu kibali na nguvu na uwezo wako juu ya watoto wetu Bwana ingilia kati, Mungu ingilia kati, na neema ingilia kati, na nguvu zako ingilia kati, na uwezo wako ingilia kati, na kibali chako ingilia kati, Baba ingilia kati, uwapiganie watoto wetu, ingilia kati, uwashundie watoto wetu, ingilia kati, uwaonekanie watoto wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, achilia neema, achilia nguvu, achilia uwezo wako juu ya watoto wetu, achilia neema yako juu ya fahamu zao, akili zao Mungu, ninazikabidhi mikononi mwako, naachilia damu ya Yesu kwenye akili za watoto wetu, ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, nafunika akili zao, ninafunika mawazo, maamuzi yao wanapokuwa katika chumba cha mtihani. E Bwana, ninatangaza utulivu, wape kuwa na utulivu, wape kuwa na utulivu, wape kuwa na utulivu, wape kuwa na utulivu, ninaachilia utulivu, naachilia utulivu wa kifikra, utulivu wa akili, utulivu wa kimawazo, naachilia utulivu kwao, wape utulivu katika jina la Yesu, wakatulie darasani. Bwana Yesu, asante kwa sababu ninaachilia Ninaachilia neema, ninaachilia kibali, ninaachilia nguvu, ninaachilia uweza, ninaachilia damu yako Yesu Kristo, iliyomwagika msalabani. Damu yako inaonena mema, inene mema, inene mema, inene mema, inene mema kwa ajili ya watoto wetu. Kumbukumbu kumbu zao ninaziachilia mikononi mwako Jehova, ninafunika kumbukumbu za watoto wetu kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Ninafunika akili, mawazo, hisia zao, ninawafunika Bwana, ninafunika ufahamu wao, ninakomboa na kutakasa ufahamu wa watoto wetu katika jina la Yesu Kristo Mungu uliye hai, ninaachilia damu ya Yesu kwenye fahamu zao naachilia damu ya Yesu kwenye akili zao naachilia damu ya Yesu kwao, walinde watunzi wahifadhi Bwana waonekanie watoto wetu, wapiganie watoto wetu, afya zao ninazikabidhi mikononi mwako kipindi hiki ambacho wanafanya mitihani. Hata wale ambao tumesikia ya kwamba jana wamekuwa wagonjwa ghafla, ninatamka uponyaji ninatamka uponyaji ninatamka uponyaji, ni uponyaji, adui hata pita kupitia afya zao, kila magonjwa ambayo adui amekusudia kuyaachilia kwa watoto wetu, mapando ya magonjwa ninayang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa kila roho ya magonjwa, ninang'oa kila pando la magonjwa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, sande kwa uaminifu wako. Baba, sande kwa neema. Baba, sande kwa kibali. Baba, sande kwa nguvu yako. Baba, sande kwa uwezo wako. Baba, sande kwa ajili ya uponyaji. Ninaruhusu nguvu ya uponyaji, nguvu ya uponyaji Bwana, kwa kila mtoto ambaye yuko shuleni saa hii, tunaachilia uponyaji tunaachilia nguvu ya uponyaji, ninaruhusu nguvu ya uponyaji, ninaruhusu uponyaji Bwana kwa watoto wetu walioko mashuleni. Tunaruhusu uponyaji Bwana kwa watoto wetu walioko mashuleni wanaofanya mitihani sasa, hata wale ambao hawafanyi mitihani. Baba tunatamka uponyaji, ikiwa yuko mwanafunzi ambaye ni mgonjwa saa hii. Wengine wamerudishwa nyumbani kwa sababu ya afya, kwa sababu ya changamoto za magonjwa, wengine wako hospitalini Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu unayeponya na kufungua, ninatangaza neema, neema ya uponyaji, neema ya kufunguliwa, na iwe juu ya watoto wetu, na iwe juu ya watoto wetu kuanzia sahii Bwana, ninatangaza neema, neema ya uponyaji, neema ya uponyaji, neema ya uponyaji ninaiachilia sasa kwa watoto wetu, ninaiachilia sasa kwa watoto wetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia neema, neema ya damu ya Yesu, neema ya damu ya Yesu. Neema yako Jehova na iwe juu ya watoto wetu, kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kufunguliwa. Ninawafungua nina ninawafungua watoto wetu kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye hila zote za yule mwovu adui, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Baba achilia neema, Baba achilia uwezo wako, Baba achilia nguvu yako, Baba achilia kibali, Baba achilia neema, Baba achilia uwezo, Baba achilia nguvu, Baba achilia neema, Baba achilia neema, neema yako Bwana, neema yako Jehova, neema yako Mfalme iwe juu ya watoto wetu, tunafunika afya zao katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mitihani ile, Bwana, ninaitakasa mitihani. Mtihani wa bioloji ninaufunika kwa damu ya Yesu. Mtihani wa histori ninaufunika kwa damu ya Yesu. Ninaachilia neema, ninaachilia neema. Neema ya damu ya Yesu, neema ya damu ya Yesu iwe juu ya watoto wetu. Ninaachilia weza na nguvu na kibali chako kwa watoto wetu sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunawa watoto wetu kwenye damu ya Yesu. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye yale madarasa, kwenye yale madarasa ambayo wanakaa kufanyia mitihani. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye vile vyumba, kwenye yale madawati, ninaachilia damu ya Yesu, pasiwepo na roho ya kufeli. Kila roho ya kufeli, kila roho ya hofu, kila roho ya kupaniki, tunaiondoa roho ya hofu, roho ya mashaka, roho ya wasiwasi. Tunakwenda kinyume nayo, tunakwenda kinyume nayo. Wasaidie watoto wetu, wapiganie watoto wetu, waonekanie watoto wetu washindie watoto wetu, wapiganie, Bwana, wapiganie, Jehova, wapiganie, Mfalme. Ingilia kati, Bwana, ingilia kati, Jehova, ingilia kati, Mfalme, ingilia kati, Baba, wapiganie watoto wetu, pasiwepo naye anayefeli, pasu wakufeli Mungu aliye hai, pasi wepo wakufeli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Mungu. Asante kwa uweza na nguvu na kibali chako. Tunafunika mikono yao wanayoandikia Bwana, tunafunika vile vifaa vyote ambavyo wanatumia kwa ajili ya kufanyia mitihani. Adui hatapitia hapo Baba. Tunatakasa kalamu zote, penseli zote tunazitakasa kwa damu ya Yesu. Vifaa vyote ambavyo wanavitumia Bwana, tunavitakaswa. Wingu lako lifunike vile vyumba ambazo watoto wetu wanaofanyia mitihani walioko Tanzania Bwana, walioko nje ya nchi Bwana, ninawakabidhi kwa damu ya Yesu, ninawakabidhi kwa jina la Yesu u oh, Mungu wetu uliye hai, hata wale ambao wana changamoto ya akili ya afya ya akili Bwana, ninawakabidhi kwako, Jehova, ninawakabidhi mikononi mwako, walio na changamoto ya kusahau, kila roho ya kusahau, kila pepo la usaulifu ninaamuru liachulie liachilie watoto wetu liachilie watoto wetu katika jina la Yesu. Mungu tunakuomba wewe, maana tunaamini ya kwamba yako ya wezekana, ambayo yanakwenda kuwezekana. Wasaidie watoto wetu, wapiganie watoto wetu, waonekanie watoto wetu, mambo makubwa yatendeke, mambo yaliyoshindikana, Baba, yakawezekane katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo. Ingilia kati Bwana, na nguvu zako na uwezo wako na kibali chako na neema yako, ingilia kati mfalme, ingilia kati Bwana, uwapiganie watoto wetu, uwaonekanie watoto wetu, uwashindie watoto wetu, uwasaidie watoto wetu, ingilia kati Jehova, ingilia kati kati, mfalme, ingilia kati Mungu mwenye nguvu, ingilia kati Baba wa milele, ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati mfalme, ingilia kati Mungu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, utukufu ni wako, heshima ni zako, mamlaka na nguvu ni za kwako. Baba, tunawakabidhi wasimamizi wote wa mitihani, tunawakabidhi kwako, kwa Bwana, adui asiwatumie kwa namna yeyote ile ili kuwakwamisha watoto wetu, ili kujenga hofu ndani yao. Baba, asante Tunawakabidhi kwa majina yao, tunawakabidhi watoto wetu, kila mtoto kwa jina lake, kila mtoto kwa jina lake, kila mtoto kwa jina lake, kila mtoto kwa jina lake. Angalia Bwana, wazazi na walezi ambao wamesimama kuomba kwa ajili ya watoto wao, Baba, usiwaache ukasikie maombi yao, ili kuwatendea mema, kuwasaidia Bwana, maana wazazi hawa wangeweza kwenda kwa waganga, wangeweza kwenda kwa waganga, wangeweza kwenda kwenye maagano, kwenye miungu yao, wakaenda wakatambika, lakini wazazi hawa, lakin lakini waombaji hawa lakini walezi hawa wamesimama nawe, Mungu uliye hai, wanaletia jina lako, wanaletia jina lako Bwana. Usinyamaze Mungu wetu, uwasaidie, uwapiganie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usinyamaze Bwana, usinyamaze Jehova, usinyamaze mfalme, usinyamaze Mungu uliye hai. Ninaita ulinzi wako Bwana kwa ajili ya akili za watoto wetu, ulinzi wako kwa ajili ya fahamu zao, ulinzi wako kwa ajili ya kumbukumbu zao, ulinzi wako kwa ajili ya afya zao, ulinzi wako, e Bwana, na uwe juu yao wanapokuwa mashuleni ulinzi wako Bwana juu ya afya za watoto wetu katika

Nguvu ni zako Mungu wetu, utukufu ni wako Bwana, heshima ni zako Jehova. Asante kwa neema yako, asante kwa siku ya leo, asante kwa ajili ya history, asante kwa ajili ya bioloji. Tunatangaza, tunatangaza revision one, tunatangaza kufaulu viwango vikubwa kabisa. Ninatangaza e ya bioloji, ninatangaza e ya history kwa wale wanaofanya history. Ninakataa kufele, ninakataa kukwama kwenye historia, e Bwana, na kwenye bioloji, e Bwana, katika jina la Yesu wasaidie e na kuwapigania watoto wetu, tumewakabidhi mikononi mwako Mungu, walinde watunzwe, wahifadhi katika jina la Yesu. Sante kwa matokeo mazuri kwa ajili ya mtihani wa history pamoja na bioloji. Bwana sante, mana umefanya, na Bwana umetenda. Sifa na heshima na utukufu narudisha mikononi mwako Jehova. Amen. Mtu wa nisikia, mungu ambao unanisikia Mungu akubariki na kukuinua. Maombi haya ni maombi muhimu. Endelea kuomba, usiache, endelea kuomba wanapokuwa kwenye chumba cha mtihani, endelea kuomba. Lakini niseme mambo mawili, mambo mawili. Jambo la kwanza, waweza kusikia ndani yako kuachilia ya sadaka kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mitihani, kwa ajili ya elimu yako ya au elimu ya watoto wako. Nitakupa namba ya simu muda sio mrefu, ambao unaweza kutuma sadaka yako, na ukituma sadaka yako, tujulishe kwamba umetoa sadaka yako kwa ajili ya nani. Lakini jambo la pili ni kwamba unaweza kuni jina la mtoto wako kupitia namba ya simu hiyo hiyo ambayo nitakutajia letu la, la, la maombi kwa ajili ya watoto ni grupu ambalo tunakuwa na maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu, na tafadhali, unaweza ukatumia namba hiyo hiyo kunitumia message kwenye WhatsApp ili niweze kukunga kwenye grupu. Wale ambao mpo kwenye group na wale ambao mnasikia maombi haya, tafadhali, myatume kwa watu mbalimbali mbali, ili kuwafikia watu wengi zaidi. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Ukombozi wa Familia. Namba ya simu ni 0752 6389 Mungu akubariki na Mungu akuinue. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Jackson Mdeme wa huduma ya ukombozi wa familia. Tukutane kwenye maombi ya mitihani ambayo itafanyika mchana, tukutane mchana kwenye maombi haya na kutakia baraka za Bwana. Amen.